Tumetembea mahala wengi hawajawahi dhubutu kukanyaga, tumejionea na kufichua yasiyokisiwa na kudhaniwa kuwa ya kweli na wengi, kuanzia sakata ya trakit no, 21, 21 more. Yes. Madawa ya kulevya, rambu wanaingia mistoni, ufisadi katika jumba la ardhi, miongoni mwa habari zingine tendeti. Karibu tena kwenye Kaka Ken 254, mahali tunapozungumzia maisha, mafanikio changamoto za watu mashuhuri nchini Kenya. Leo tunazungumzia mwanahabari aliyebadilika kuwa mwanasiasa, Mohamed Ali, anayejulikana zaidi kama Jicho Pevu. Mohamed Ali alizaliwa tarehe 4 Agosti mwaka wa 1979 katika kaunti ya Isiolo katika familia ya jamii ya Borana. Ni mtoto wa tatu kati ya watoto watano. Safari yake ya elimu ilianza katika shule ya msingi ya Vika Muslim, kisha akaendelea na elimu ya sekondari mjini Nakuru. Baada ya hapo, alisomea uandishi wa habari katika Newslink College of Journalism katika mwaka wa 2000 na 2002. Miaka kadhaa baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Moi ambako alipata shahada ya sayansi katika mawasiliano na uhusiano wa umma. Mwaka wa 2021 alihitimu shahada ya uzamili katika diplomasia ya sera za kigeni. Kazi yake katika vyombo vya habari ilianza mwaka wa 2002, akiwa mtayarishaji wa mtayarisha mafunzo katika shirika la utangazaji la Kenya KBC. Baadaye alifanya kazi katika Pwani FM na Radio Salam kabla ya kujiunga na KTN mwaka wa 2007 kama mhariri wa upelelezi kupitia kipindi chake cha Jicho Pevu, Mohamed Ali alijulikana kote nchini kwa kufichua ufisadi, mauaji na ukosefu wa haki katika jamii. Alishirikiana na mwandishi mwenzake Alan Namu, ambapo na Moha alisimamia matoleo ya Kiswahili na Namu akahusika na matokeo ya Kiingereza. Ujasiri wake ulimletea heshima kubwa. mwaka 2016 alianzisha shirika lisilo la kibiashara lililoitwa Africa Uncensored pamoja na wenzake John Allan Namu na Kasim Muhammad, likiwa na lengo la kutetea uandishi huru na wa haki. Miaka mitano baadaye alizindua kituo chake cha redio mjini Mombasa, akirudi kwa wananchi wa pwani ambao daima wamekuwa sehemu ya safari yake. Baada ya miaka mingi akifichua makosa ya viongozi, Moha aliamua kuingia katika siasa. Ingawa alipoteza katika kura za mchujo za ODM hakukata tamaa, aligombea kama mgombea huru na akashinda. Mwaka wa 2022 alichaguliwa tena, safari hii kupitia chama cha UDA. Anajitambulisha kama kiongozi wa wananchi wa kawaida, mkweli mchapakazi anayepinga siasa za maneno matupu. Mwezi Februari mwaka wa 2025, Muhammad alitangaza nia ya kugombea ugavana wa Mombasa mwaka 2027, akisisitiza haja ya siasa za maendeleo na uwajibikaji. Mbali na siasa, Mohamed alianzisha Mohamed Ali Foundation mwaka wa 2018, na shirika linalolenga kusaidia familia maskini na vijana wasio na uwezo thamani yake halisi ya mali haijawahi kuwekwa wazi kwa umma. Kutoka vyombo vya habari hadi bungeni, Mohamed Ali amethibitisha kwamba ukweli na ujasiri vinaweza kubadilisha jamii. Ni mfano wa mwanahabari aliyeamua kupigania haki, sasa akiwa ndani ya mfumo aliyokuwa akiukosoa. Huyo ndiye Moha Jicho Pevu, sauti ya ukweli na matumaini kwa wengi. Asante kwa kutazama Kaka Ken 254. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kuacha maoni yako hapo chini. Na je, unadhani moha ataweza kufikia ugavana mwaka 2027 Mombasa? Tuambie kwenye sehemu ya maoni.